Tume ina imesema ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya moja, moja, moja nukta tatu, inasema muda wa, wa kutumika kwa kanuni za maadili inasema hivi, naomba niwasomee watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vilevile, kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini, ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi, leo nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria, awe rais, makamu wa rais? Hata sisi mjisi ya mambo, zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao, hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya, ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinazaje kutumika? Wabunge, je, bunge limeshavunjwa? Kwa sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba na mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuwaje na, na, ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado li, liko kazini. Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa ubunge haujafanyika. Lakini kailima na wakuu wake wanasema nini hizi kanuni zinazobana chama? Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Twende kwenye moja nukta tano. Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili: kila chama cha siasa na serikali na tume ya uhuru ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza kifungu cha mia sitini na mbili cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, akitoa adhabu yoyote kwa kuto kusaini, kinasema kutakuwa na, na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanini mtu kufungiwa. Na kingine ndugu zangu, nipende kuambia haki, haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba na mwongozo wa sheria, wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali mbali vya katiba ambavyo vina vinazungumzia vinazungumzia sifa hizo, tukienda ibara ya 39 ya, ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha, cha, cha, cha, cha rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama wa, na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na katika kipindi kitano kipindi cha miaka mitano kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa alipo? Vivyo hivyo tuende kwa wabunge, wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge kwa za makamu wa rais, tuende ibara ya arobaini na saba ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya jamhuri ya muungano kwa, kwa jumla na, na hususan a atamsaidia kufuatilia utekelezaji wa siku hata siku wa mambo ya, ya, ya Muungano. Atafanya kazi zote atakazoagizwa atakazoagizwa na, na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri mtu atateuliwa nne ibara ya 40 40 na na, na, na saba, kifungu bara ndogo ya 4 nasema hivi a mtu atateuliwa atate sorry, kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais mungano, a, niraiwa, wa jamhuri ya muungano isipokuwa tu kama a ni raia wa kuzaliwa wa jamhuri ya muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia ametimiza umri wa miaka 40 ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali chama akitazuiwa Tano, chama kitazuia kumpendekeza mtu yeyote kukuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingine. Sasa na, ambacho hoja ambayo naizungumzia na hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini ma kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uwezo fanini uwezi kuwa mgombea tunakwenda katika ibara ya ya, ya sitini na saba.